Movie inaanza na Ada, Chidera na Success. Njiani anatokea bibi anasufulia kichwani, akaliweka chini. Saman wajukuu wangu. Bibi, shida nini? Nataka mnisaidie kulibeba sufulia langu, mgongo wangu unauma. Bibi, sai ni saa tatu, tunachelewa shuleni. Nisaidieni. Ada akakubali, wengine wakaondoka. Ile kulinyanyua sufulia ni zito, basi akalibeba kichwani. Bibi anamuita tu, pole mjukuu wangu, tafadhali njoo, tunakaribia kufika. Ada anasema, bibi, ile sufulia ni zito. Bibi anasema, jikaze, tunakaribia kufika. Ada anahangaika nalo kichwani tu anashindwa kutembea vizuri. Walivyofika maeneo, akasema alitue chini na kupa hili hili sufuria kama malipo. Hada akacheka. Bibi anasema, hili sufuria ni la maajabu, linazidisha kile unachokiweka ndani yake. Hada akajaribu kuweka buku ndani ya sufuria, bibi akalipiga sufuria mara tatu. Kufungua buku zimejaa. hizi pesa ni za kweli? Ndiyo, lakini nataka nikuonye, litumie sufuria vizuri. Kisha akapotea. Ada mbio na sufuria mkononi, akawafata marafiki zake Chidela na Success na kuanza kuonesha mookoto na kuambia kuhusu yule bibi na sufuria. wakaanza kumcheka si watanii, hili sufuria lina nguvu ya kuzidisha chochote unachokiweka ndani yake. Basi akamwomba Chidela juice, kisha akaiweka kwenye sufuria na kulifunika na kulipiga mara tatu, unamwangalia tu, kufungua juisi zimejaa. Wakataka kukimbia, subilini, subilini, njoni ni za kweli. Akazimwaga chini, akaweka tena biskuti na kulipiga sufuria mara tatu tena, kufungua biskuti zimejaa. Wakaanza kusherekea pale, tumekuwa matajiri. Kila mtu akaanza kusema mipango yake atakayoitumia kwenye sufuria. Hada ile anasema mipango yake, mara maa sauti ya yule bibi ikisema na kuonya, alitumia sufuria vizuri. Akabaki kadua, akasema hapana, tuwezi kulitumia hivyo. Wenzake wakaanza kumlalamikia, Ada akatoka mbio na sufuria lake. Basi Ada anaonekana kuingia nyumbani kwa manyato, ili asisikike, akiwa na sufuria lake mkononi. Ili anaingia maa, shangazi yake akatoka, Ada mbona umekuja na ilo sufuria chafu? Hapana, sio chafu, ni mikwaluzo tu. Shangazi anasema uwezi kuingia ndani na ilo sufuria chafu. Basi Ada ikabidi amdanganye, ni sufuria tunaotumia maabara shuleni. Shangazi akakubali kusikia hivyo. Ila kesho asubuhi rudi nalo shuleni. Basi hada akaingia ndani. Huko upande wa pili sasa anamwambia Chidela kuwa tunalihitaji lile sufuria. Chidela anasema nilikuwa nimeshapiga mahesabu yangu ya vitu nitakavyovipata kwenye lile sufuria, pesa nyingi, iPhone 16 za kutosha. Yani lile sufuria ndio ilikuwa njia yetu ya kutobolea. Kwa hiyo tunafanyaje? Chidela akasema tunaenda kuliba lile sufuria leo. Kuna watoto watano wanaonekana wamekaa barabarani, ile hada anapita, mmoja wao akamwita dada, dada, tafadhali tusaidie, mimi na ndugu zangu hatujela chochote taingie asubuhi, tusaidie chakula wazazi wenu wako wapi? Wameenda shambani. Hada akakumbuka na lile sufuria, akawahesabu pale, kisha akasema nisubirini, nakuja. Akatoka na kimbia, akarudi nyumbani na kulichukua sufuria lake na container lenye chakula ndani yake. Akaangalia huku na huku, kisha akaliweka kontena ndani ya sufuria, kisha akalipiga mara tatu kufungua kontena, zimejaa. Basi akazitoa kwenye sufuria na kisha kuzipakia kwenye mfuko, watoto wakiwa wamekaa. Mara hada akafika, aya, nimewaletea chakula cha kuwatosha na kiasi cha pesa. Basi akatoa pesa pale na kuwapatia. Dada asante, Mungu akubariki. Sikieni nyiwa